Aina mbili za kuwekwa huru. Natamani niweke mbele yako pia nikusaidie aina mbili za kuwekwa huru. Kuwekwa huru kwa aina ya kwanza ni kuwekwa huru na nguvu ya Kristo, kuwekwa huru kwa nguvu ya Kristo au kuwekwa huru na nguvu ya Kristo. Sasa hapa ni pale nguvu ya Kristo inavyokusaidia kuwa huru kwenye dhambi, uonevu wa shetani na vitu vingine kama hivi. Hapa ndiko unawekwa huru directly na nguvu ya Mungu. Watu wamekuja mbele, wanaombewa, mtu alikuwa na pepo, wanafunguliwa, kama wale Yesu alivyogusa wale, wanafunguliwa na nguvu ya Kristo directly. Hiyo ni hatua ya kwanza, au ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni kujiweka, kujiweka huru, huru wewe mwenyewe, kwa maamuzi yako wewe mwenyewe. Kuna maeneo ambayo unatakiwa kuanza mchakato ili Kristo akuweke huru, unatakiwa kuanza mchakato wa kujiweka huru wewe mwenyewe kwa maamuzi yako. Nobody, nobody will will force you, nobody will train you, train Unatakiwa uamue kujiweka huru. Sasa baadhi ya vitu vitakavyokusaidia kujiweka huru ni maarifa ambayo Kristo anaweza akakupa neema ya kukutana nayo, na maarifa hayo ni kama hapa, Mungu amekupa neema ya kufika jioni ya leo upate baadhi ya maarifa yatakayokusaidia kufanya maamuzi, making your own deliberate personal decision, maamuzi binafsi, maamuzi binafsi. Ya, ku, ya kujiweka huru ili Kristo anapokuweka huru, kawa huru kweli kweli, unakuwa tayari. Kuna watu wengi sana, tunaambiwa Kristo ametuweka huru, tunakuwa huru kweli kweli, lakini unashangaa, yuko kwenye bondages every time, yuko kwenye mafungo kufungwa every time. Kwa nini? Kwa sababu hajafanya decision ye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mfano wa vitu ambao roho wa Mungu hawezi kuja kukuweka huru, nguvu ya Kristo hawezi kuja kukuweka huru mpaka ufanye maamuzi kwanza wenyewe wewe mwenyewe wale. Kwa mfano, ukifungwa kwenye vifungo vya stress, naomba niwaambie wapendwa, hata uombe uwekewe mikono ili stress ziishe, haziwezi kuisha kwa sababu unahitaji maamuzi ya kujua namna gani ya kushughulika na stressors. Stressors ni yale mazingira yanayokusababishia stress kama unasababishiwa stress na magomvi ofisini kwako, neema ya Mungu ni ngumu kukusaidia kama hakuna namna unayoweza kufanya kudili na yale magomvi. Yamkini unaweza kuta unahitaji a conflict resolution skill, uwezo wa kutatua magomvi. Simple like that, it's a skill, doesn't come by prayer, it's come by knowledge, inakuja kwa maarifa. Unaweza kuta una shida ya socialization na unaona kama unachukiwa unakaa kwenye kifungo cha kuhisi unachukiwa, na unaanza kuwa na perception negative na watu wengine. Kumbe unachokosa ni social skills, unashindwa kuwa na socialization skills, namna ya kushirikiana na watu, huna hiyo. Tunapata hizo kesi sana kwa wale ambao wamezaliwa peke yake kwenye nyumba peke yake, hana mwingine, alafu sasa ukute mama au baba alikuwa introvert, hana mambo ya majirani, hana mambo ya nini, ye yuko tu Alafu na wewe unakuwa hapa. Mtu pekee jamii yako ni babako na mama yako huna wengine. Watu wanamnayo kupigwa na depression ni rahisi sana. Most of them wana struggle na depression. Sasa unahitaji prayer kubwa ili uweze kuwa na social skills. Unatakiwa kujifunza kuwa na social skills. Jifunze ku communicate, jifunze kusikiliza, jifunze kujibu message, jifunze kupokea simu. Hivi unafahamu kuna wale watu ambao unapiga simu siku tatu. Afa nakwambia ilikuwa mbali. Huhitaji kuwekewa mikono ili ukumbuke kupokea simu. Unahitaji decision ya kubadilisha hiyo tabia. Mfano wa pili wa kujiweka huru kwa maamuzi yako, Forgiveness. Forgiveness. Kusamehe. Kusamehe, unaweza ukaombewa ili utoke kwenye vifungo vya dhambi, lakini ukabaki hapo muda mrefu kwa sababu hujafanya maamuzi ya kufanya nini? Ya kusamehe Kusamehe aliyekushika hakuna watu anajua kuwaweka watu moyoni mwao kama wapendwa. Mpendwa akikuweka moyoni mwako, anaweka hapo na neno na andiko, anaweka hapo na andiko kwamba nimekukabidhi kwa dunia, nimekukabidhi dunia ikutese, wakati yeye ndio ana shida ya kutosamehe. Wale mliohudhuria darasa la discipleship class miaka miwili mitatu iliyopita nilikuwa nafundisha kuhusu forgiveness, nikakwambia tafiti zimeprove kati ya watu wanao struggle na kansa ni watu wasio wenye unforgiveness. Sasa imagine mahusiano yaliyopo kati ya kansa na unforgiveness. Sasa uhitaji kuja mbele, upige magoti, Mungu akupe uwezo wa kusamehe. Unahitaji kufanya maamuzi ya kwamba huyu mtu sitaki anitese muda wote. Oprah aliwahi kusema, Oprah Winfrey, kuto kusamee ni sawasawa na kunywa sumu. Wewe ukifikiri itamuua yeye, itamuua nani? Wewe umebeba mtu. Na kuna watu wengine wanafikiri sifa, utasikia, mimi nikikuweka hapa shosi, sikutoi, unafikiri sifa? utasia, hapa, shosti, siku unafikiri sifa? Uh -uh. achia Let them go. Bwana Yesu asifiwe. Tunasamehe sio kwa faida ya tunao wasamehe, tunasamehe kwa faida ya nani? Jekwetu. ya nini ufe kwa figo problem? Ya nini ufe kwa matatizo ya liva ini? Ya nini ufe kwa matatizo ya mifupa, kwa sababu umeshindwa kusamehe? Unahitaji kufanya maamuzi. Ni kweli alikutenda, ni kweli amekuumiza. Ninyi tu amwelewi alichonifanya, hatuelewi, lakini we unaelewa. Lakini msamehe, mwache aende. Ninyi mngejua, nikikuhadisia kuna wale watu wanalingaga wana, wana na stori zao. Hawatoi yote, anatoa kidogo afa na yacha. Yaani mimi nikikuhadisia stori yangu wote mnaanguka hapa. Sawa tutaanguka afu tutasimama. Ila inakutesa hujaachia. Na bahati mbaya kisaikolojia mtu ambaye hujamwachia, umembeba, unatamani sana kujua maendeleo yake, utamcheki Insta, utamcheki. Na bahati mbaya unakuja kugundua kila ukimcheki Insta, kabari, kabadili gari, ana mtoto, kaposti mjamzito, inakuuma. Sisi bora umpende tu. Maana kama unavyozidi kumchukia anafanikiwa. Bwana asifiwe. Baadhi ya vitu vingine ambavyo unahitaji, unahitaji uamuzi wako mwenyewe ni negativity. Huhitaji kuombewa utoke kuwa pessimist uwe optimist. Huhitaji maombi kuacha kuwaza negative uweche, uwe, uje kuwa positive. You don't need prayer. You need decision. Bwana asifiwe. Unahitaji maamuzi ya kwamba kuanzia leo nimekuwa negative muda mrefu sana na negativity imenitesa, imebadilisha maisha yangu, kwa naamua kuwa positive. Positive, the power of positive thinking, nguvu ya kuf, kufikiri chanya. Sayansi inaniambia ukiwaza negative, dunia unaiambia ikutengenezee negative, kwa unashangaa negative tu ndio zinakuja kwenye maisha yako connection kati ya mazungumzo negative na matendo au mambo ya maisha ambayo ni negative. Ndio maana huwezi kukuta kwenye maisha mtu ambaye yuko negative amefanikiwa, never never, huwezi. Kwa nini? Ukiwa negative una create negative circumstances. Tumefanya tafiti, kuna vitu vingine ni vizito sana kuvielewa, lakini naomba nikwambie, kuna connection kubwa sana na magari na safari za kupeleka misiba zinavyopata ajali. Wangapi kuchunguza hicho kitu, mshagundua kuna ajali nyingi sana kwenye magari yanapeleka misiba. Sasa ni vitu ambavyo sitamani kwenda huko, maana yake unaweza vikasumbua imani yako, lakini this is a connection of negative atmosphere na mazingira ambao watu wapo na kitu ambacho dunia inakupa kutokana na the atmosphere, tunaita energy. Ndiyo maana kwenye maisha kama una watu ambao ni negative energy kwenye maisha yao, kati ya vitu unaweza kujifanyia, bora ni kuwaondoa kwenye maisha yako. Usivumilie hata rafiki ambaye ana negative energy, kwa sababu impact yake ni mbaya kuliko marafiki wazuri watano kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine ambacho unaweza ukafanya maamuzi yako kujitoa kwenye kufungwa ni madeni. Hata uje uombewe na mchungaji, baada ya maombi umwambie, naomba nihamie nyumbani kwako Ukakae huko, ukirudi kwenu madeni yako vile vile. Deni dawa yake si maombi, watu wa Mungu. Bwana sifiwe. Deni dawa yake nini? Kuna watu nakuta wanaomba, "Sasa nampofusha, nampofusha kabisa, asinione aiyo." <laughs> maombi haijibiwi ndugu yangu, unampofusha nayekudai. <laughs> wakati naye anaomba Mungu amwonyeshe wewe anaomba yeah, Lord locate this guy. Wewe unasema ampofushe sasa sijui ataishinda nani hapa. Dawa ya dawa ya deni ni nini nini? Bwana asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana. San. Bwana Yesu asifiwe sana.